Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa anafuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari. Na yeye ameniagiza ifuatavyo. Anasema hivi: baada ya kusikiliza risala ya utii ya wananchi wa Tanzania kwake yeye, anaomba sana kura zenu za kishindo tarehe 29 mwezi huu wa kumi, lakini pia anamwombea kura rais wa Zanzibar, Dokta Husein Ali Mwinyi kwa nafasi ya urais kule Zanzibar, ili aweze kufanyia kazi yale ambayo yamependekezwa katika risala hii ya utii, ikiwemo kuongeza uchimbaji wa visima na kupunguza gharama za uchimbaji lakini pia mpango wa kukopesha vifaa kwa vijana, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wizara zote zinafuatilia mapungufu yote yaliyobainishwa katika risala hiyo kwenye miradi mbalimbali nchini. Mbali na wao pia ninawatambua. Ninaomba sasa nitumie nafasi hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa uongozi wako Mheshimiwa Makamu wa Rais na uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuongoza kwa busara na maono. Wakati wote mmeendelea kulinda misingi na ya amani, umoja na maendeleo ambayo ndio kiini cha urithi kutoka kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa pamoja na Sheikh Aman Abeid Amani Karume ambao pia ni waasisi wa taifa hili. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima kubwa naomba sasa nikukaribishe uzungumze na Watanzania, lakini kabla hujaanza kuzungumza basi uanze na zoezi la kuzindua kitabu cha mishimua mgeni rasmi pamoja na miradi hiyo. Wananchi wa Zanzibar kupitia mwenge wa uhuru wa mwaka huu 2025 wameelimishwa na kuhamasishwa juu ya muhimu wa uzingatiaji wa, wa lishe bora, mapambano dhidi ya rushwa, VVU na ukimwi matumizi ya madawa ya kulevya na ugonjwa wa malaria. Aidha, wananchi wa Zanzibar wamepokea kwa umakini mkubwa na kwa kuzingatia ujumbe mkuu wa mwenge wa uhuru wa mwaka huo unaohusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu isemayo, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mbio za mwenge wa uhuru kwa kushirikiana na watendaji na viongozi wa vyama vya siasa ziliendeleza pia kuhamasisha wananchi kuboresha daftari la, daftari la kudumu la wapiga kura, kushiriki katika kampeni za wagombea, kujitokeza kwa wingi kupiga kura siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Huko msimamo mkubwa ukiwa katika kulinda amani na utulivu wa nchi yetu kabla na wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu wa Rais miradi ya maendeleo elfu moja mia tatu themanini na mbili yaani thamani za shilingi za kitanzania trilioni mbili nukta tisa imezinduliwa na mingine kuwekewa juu la msingi. Miradi iliyofanyiwa kazi mwaka huu iliguswa sekta ya kipaumbele katika eneo la elimu, afya, maji, barabara, viwanda, kilimo, utawala bora, uwekezaji, uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa vijana wa kiuchumi, msitizo mkubwa ukiwekwa katika mifumo ya kidijitali hasa ule mfumo wa manunuzi yani, nesti katika utoaji wa sabuni wa uduma, wa miko, kukuni, na, na ununuzi wa huduma katika kila fedha ya umma inapotolewa kwenye miradi ya maendeleo nchini. Naomba kupendeza maafisa vijana wa mikoa halmashauri nchini wajengee uwezo kutekeleza majukumu yao. Hii itasaidia kubuni, kutekeleza na kusimamia majukumu kwa ufanisi katika kuliongoza kundi muhimu kwa ujenzi wa taifa letu kuimarisha malezi na kui na matunzi ya vijana. Mheshimiwa Rais, kama alivyokueleza Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, ajenda ya mwenge wa uhuru mwaka huu 2025 ilihusu kuhamasisha wananchi kushiriki zoezi la uchaguzi.